Tukio la kushangaza na kusikitisha limetokea hivi karibuni katika maeneo ya vyuo vikuu vinavyodaiwa kuwa ni chuo kikuu cha Dar es Salaam yaani UDSM, na chuo kikuu cha Ardhi. Inaripotiwa kuwa mwanafunzi mmoja aitwaye Emeri aligundua kuwa rafiki yake wa karibu alikuwa pia na uhusiano wa kimapenzi na mwanaume yule yule aliyekuwa naye. Ugunduzi huo ulisababisha sintofahamu kubwa kati yao na hali hiyo iligeuka kuwa ya vurugu na ukatili wa kutisha. Kwa mujibu wa taarifa za picha mjongeo zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii, Mary pamoja na kundi la wanafunzi wenzake walimvamia mwanafunzi huyo mwingine, jina lake limehifadhiwa, wakamnyoa nywele kwa kutumia kisu, wakampiga kwa kumwagia maji na hata kujaribu kumuunguza kwa kutumia pasi ya moto. Video za tukio hilo zilisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na kusababisha hasira, huzuni na mjadala mpana kuhusu ukatili maadili na haki katika jamii ya wasomi. Katika kulielewa tukio hili kwa undani zaidi, wakili TV imezungumza na wakili Kilatu ambaye alitoa mtazamo wa ali kisheria kuhusiana na suala hili. Kwa mujibu wake, tukio hilo ni kosa la jinai lisilopaswa kuvumiliwa hata kidogo. Ya, kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania eh, tendo lolote la shambulio shambulio dhidi ya mtu mwingine linaweza kuwa ni shambulio la aibu la, la, la inaweza kuwa ni shambulio kwa maana ya kumuumiza, aidha kumpiga au kutumia kitu silaha au kitu kifaa kingine chochote ambacho kinaenda kumuumiza mtu, lakini pia ambayo pia inawezekana ikapelekea hata shambulio la like kisaikolojia. Haya ni makosa ambayo kwa mjibu wa sheria ya Tanzania eh, ni vitu ambavyo vikubariki. Kwanza ni kosa la jinai kumshambulia mtu, kwa mfano kwenda kumpiga. Eh, kwenda kulazimisha labda kumnyoa nywele, kumdhalilisha ni vitu ambavyo kwa mujibu wa sheria kanuni ya adhabu, uh, sura 16 ya kumi na sita ya sheria za, za Tanzania hairuhusu hai, hai kitu cha aina hiyo kufanywa kwa mtu mwingine, na ni kosa jinai ambayo mtu mba akitiwa hatiani anaweza akafungwa uh, kwa ajili ya makosa hayo. Wakili huyo pia alisisitiza kuwa katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania nimetaka wazi kuwa kila mtu ana haki ya kulindwa dhidi ya ukatili. Kifungu cha kumi na tatu cha katiba kinazungumzia usawa mbele ya sheria na kulindwa dhidi ya mateso au adhabu isiyo ya kibinadamu. Lakini pia ikumbuke, kwa mjibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukatili pia ni kitu ambacho katiba yetu imekizungumzia ime, ime kwa dhahiri kabisa ni kitu ambacho kikubariki kwamba hakuna mtu yote atakayeruhusiwa kufanya ukatili dhidi ya mtu mwingine kwa mujibu wa katiba. Lakini tatu pia kwa ajili ya eh, kulinda utu wa mtu human dignity, ambayo katiba inalinda pia. Kitendo ambacho inafanyika cha kumdhalilisha mtu, maana kunatweza, unatweza utu wa mtu, ambayo mtu angeweza kuchukua hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na pengine kufungua shauri akahitaji atafidia kwa ajili ya hiyo. Kifupi ambacho naweza nikasema ni kwamba eh, hilo shambulio lina sura nyingi nyingi. Kwanza lina sura ya ujinai, kwa maana kwamba mtu anaweza kufikishwa kwenye vyombo vya dola, na baada hapo ikithibitika, ushahidi ukipatikana, kafikishwa mahakamani, anaweza katiwa hatiani, kama mahakama ikiridhia ushahidi ambao umejitokeza. Lakini pili, mtu anaweza, kwa sababu shambulio pia limemletea madhara, anaweza kafungua shauri la madhara, tunaita uh, kwenye sheria inaitwa sheria madhara, law of tort E, akafungua shauri hilo akahitaji fidia kwa ajili ya madhara ambayo ameyapata, lakini pia kwa sababu ni jambo ambalo linatweza utu wake, maana yake linaingia pia kwenye ukiuka katiba ya nchi pia. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, kitendo chote ambacho kinatweza utu wa mtu au kina athiri dignity ya binadamu ni kitu ambacho ni kinyume na katiba, na mtu anaweza kafungua pia shauri katika mazingira hayo akahitaji mahakama inipatie unafuu ikiwa ni pamoja na a, na kupatiwa fidia kwa ajili ya madhara hayo ambayo anakuwa amepata. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa mjibu wa sheria zetu limekaa vizuri kabisa. Sasa jambo lingine labda la muhimu e, ni kuhusu uhusika kwamba ni, ni watu gani ambao wanaweza wakawajibika kwa mjibu wa sheria sheria. Kwenye jinai ina vitu viwili vikubwa lazima mtu aweze kuthibitisha. Cha kwanza ni kitendo, kinaitwa actus reus, kwamba yeye alifanya tukio fulani, aidha moja kwa moja au kwa kushirikiana na wengine, au yeye ndio alisababisha hilo tendo liweze liweze kufanyika. Lakini cha pili ni dhamira au tunaita mens rea, kwamba huyu mtu yeye alikusudia hilo tukio liweze kufanyika na ndio maana sheria haiwezi kumwadhibu mtu ajari kwa kitu ambacho kimetokea kama ajali, kwamba yeye alikuwa hajakusudia kiweze kufanyika, lakini imekuja kimetokeza. Sasa kama mtu alikusudia kufanya hivyo, kwa hiyo maana yake dhamira ipo au mens rea. Hiyo ni uthibitisho kwamba huyu mtu anatakiwa achukuliwe hatua za kisheria. Lakini kwenye sasa kwenye mambo ya case, kuna watu ambao wanakuwa wamehusika moja kwa moja ambao tunaita principal offenders, lakini kuna wale ambao wanakuwa wamewezesha, wamesaidia, wanaweza kawa ni accessories to the fact, au tunaita abaters, kwa maana kwamba ni watu wamefanya abatement ya kukomiti ya hilo kosa ambalo limefanyika. Hawa wote wanaweza wakawajibika, lakini sharti lazima kuwepo na ushahidi ambao unawaunganisha moja kwa moja kwenye kosa, isiwe ni hisia tu, kwa sababu wakati mwingine kwenye jamii kama ikitokea ni hisia, kuna tofauti kati ya mambo ya hisia peke yake ya, na mambo ambayo na, yanaweza yakathibitika. Mahakama inashughulika na mambo yanayoweza kuthibitika, ila kwenye mtizamu wa jamii unaweza kukuta huyu mtu anaonekana na hatia, lakini kwenye ngazi ya mahakama ushahidi pengine uliopo kaa utoshi kuishawishi mahakama kwa maana ya kuthibitisha jambo hilo. Kwa hiyo kwa kifupi Eh, tukio hilo inaweza nikalizungumzia kwenye, kwenye picha hiyo. Tukio hili linatufanya tujiulize maswali mengi. Je, tumepoteza utu kiasi hiki? Je, vyuo vikuu ambavyo ni ngome ya maarifa na ustaarabu sasa vinageuka kuwa sehemu ya vurugu na uonevu wa kijamii? Je, mitazamo ya mapenzi na mahusiano miongoni mwa wanafunzi imepoteza maadili ya msingi? Ni muhimu kwa vyuo husika kuchukua hatua madhubuti si tu kwa kuwawajibisha wahusika, bali pia kutoa elimu ya kisaikolojia, kijamii na kimaadili kwa wanafunzi, familia na jamii. Taasisi za elimu lazima zishirikiane kurejesha misingi ya heshima, utu na mawasiliano yenye afya. Wakati tukisubiri hatua zaidi kutoka kwa vyombo vya usalama na vyuo vinavyohusika, tukio hili liwe funzo kwa mapenzi bila maadili kuzaa vurugu na ukimya dhidi ya ukatili ni kushiriki katika kuruhusu kwa uchambuzi wa sheria na matukio mbalimbali, endelea kuifuatilia Wakili TV. Mimi ni Rosette Swedi.